E, mdau anauliza gynecomastia inasababishwa na nini? E, gynecomastia ni matiti kwa wanaume, mm, matiti makubwa kwa wanaume, mm, tunafahamu matiti yanatakiwa yawe makubwa kwa mwanamke, e, kwa sababu yana ya kazi, kazi yake. Sasa matiti yakianza kuwa makubwa kwa mwanaume, hiyo inakuwa sio sawa, inakuwa ni tatizo ambalo linatakiwa lishughulikiwe lifanyiwe kazi, kwa sababu si asili ya mwanaume kuwa na matiti makubwa. Sasa e, kinachopelekea matiti hayo makubwa e, kunakuwa ni utofauti wa vichocheo e, katika mwili e, kwa maana mwanaume akiwa na ongezeko la kichocheo cha kike katika mwili estrogen. E, itapelekea matiti kuongezeka, lakini upungufu wa kichocheo cha kiume kitapelekea matiti e, e, e, kuongezeka. Lakini mabadiliko kwenye tezi ya dundumio ambayo inatoa vile vichocheo vyake kule, kukiwa kuna mabadiliko ya hivyo vichocheo, na yenyewe inapelekea matiti kwa mwanaume e, kuongezeka au kuota. Lakini matatizo ya tezi ya adreno na yenyewe inapelekea e, matiti ku, e, ku, kuongezeka. Kwa hiyo e, ziko baadhi ya sababu ambazo zinaweza kupelekea mwanaume akawa na matiti e, moja, e, upungufu wa homoni ya kiume na ongezeko wa homoni ya kike inapelekea matiti kwa wanaume. Lakini wanaume wale ambao ni wanene wale wenye tumbo e, wanaotaga matiti wanaume wanaokunywa pombe e, pombe ya aina yoyote iwe pombe ya kawaida iwe pombe kali e, wanaweza wakaota matiti, na nadhani tunawaona hawa, hawa wanene wana matiti. Lakini e, watu wenye shida za ini kama ini e, kwa sababu mbalimbali ini likiwa lifanya kazi vizuri likiwa limechoka, mwanaume e, anaweza akaota matiti watu wenye shida za figo, wenye shida za ini na wenyewe wanaweza wakaota matiti. Watu wenye shida za dundumio, e, thyroid gland na wenyewe wanaweza wakaota wakaota e, matiti. Wanaume wanaotumia sana makemikali haya ya viwandani, mavyakula ya mafuta mafuta, mavyakula ya sukari sukari na wenyewe wako mbioni kuota matiti. Lakini wanaume ambao wanatumia e, madawa haya ya kulevya e, wanatumia madawa mbalimbali mbali haya ya magonjwa mengine. Yako baadhi ya madawa ambayo madhara yake ni kuota matiti eh, yani side effect ya, ya, ya hizo dawa ni kuota matiti, kama hizi dawa za mambo ya kisaikolojia eh, huwa zinaweza zikaja na, na athari ya kuota matiti eh, kwa mwanaume. Kwa hiyo eh, uotaji wa matiti kwa mwanaume eh, una vyanzo vingi, una sababu nyingi ambazo zinapelekea matiti yaweze kuota mm. Bila kusahau e, yale ya balehe mwanaume, e, anapo balehe matiti yanaongezeka, lakini baadaye yanakaa sawa baada ya miezi sita mpaka miaka miwili, yale matiti yanaondoka, na hiyo sio ugonjwa, hiyo ni, hiyo ni kawaida. Kwa hiyo ndugu zanguni, e, wanaume wenye matiti na ambao matiti yanakaribia kuota e, fahamuni ya kwamba Matiti yataota kwa, kwa sababu mbalimbali mbali. Kwa hiyo wewe ambaye una matiti usiogope, nenda kwa daktari, tafuta chanzo cha matiti kuota, fanyiwa uchunguzi, tibiwa, utakaa vizuri kabisa. Matibabu ya matiti eh, kwa mwanaume matiti makubwa kwa mwanaume eh, yapo eh, na inategemea na chanzo, chanzo cha matiti kuota ni nini. E, inategemea na huko ndani ni kitu gani kimebadilika, vichocheo vipi vimebadilika, e, huko ndani ya baada ya kufanya, e, ya kufanya vipimo, lakini inategemea na ukubwa wa matiti. Kama matiti ni makubwa kabisa yananing'inia, e, yamekaa muda mrefu, yani unao zaidi ya miezi 12 e, unao mbili zaidi ya mwaka e, matibabu hapo inakuwa ni operation ya kukata kuchonga hayo matiti kuyatoa ili uweze kukaa sawa kwa sababu yamekaa muda mrefu eh, au ni makubwa kabisa yananing'inia kama ya mwanamke. Kwa hiyo hapo matibabu ni lazima yafanywe operation yaweze kutoka, lakini kama ni matiti ambayo hayana muda mrefu, hayajafika mwaka, sio makubwa, huwa hmm, tunatibu chanzo huwa kama kuna sumsumu ziko ndani, tunatibu. Kama kuna shida ya ini figo, tunashughulika nayo. Kama kuna mafuta mafuta mengi katika mwili, tunashughulika nayo. Kama vichocho vimevurujika, tunavirekebisha na matiti yanaondoka, yanakaa sawa. Lakini kama una matiti ambayo yameshakaa zaidi ya mwaka, zaidi ya miezi kumi na mbili. E, tiba ambayo itasaidia kuyaondoa ni tiba ya operation kwa sababu matiti yako muda mrefu yameshakomaa, yashakuwa magumu. Kwa hiyo ukimeza, ukimeza madawa hayataweza kuondoka mapema. Kwa hiyo ni bora ufanyiwe operation.